Mjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, Welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Baada ya kusoma sauti pa, leo tutasoma maneno ambayo yanaanza na sauti ra, sawa sawa? Kwa hivyo tutaangalia sauti ra, na kama kawaida, hii ni sauti ambayo ni konsonanti. Kumbuka niliwaambia sauti zimegawanywa mara mbili, kuna konsonanti Wacha tu tujikumbushe, si ni kweli? Kuna konsonanti na kuna irabu. Nikakwambia konsonanti ni consonants, irabu are vowels. Kwa hivyo irabu ni pale ambapo tuna a, e, i, o, u. Na sasa ndio huwa unaona tunatumia konsonanti na irabu tunatengeneza silabi. Hebu tufanye hivyo. Kwanza tuanze na irabu a, e, i, o na u na konsonanti yetu ya leo ni ra. Kwa hivyo tuna ra. Kwa hivyo ni sauti, tunachukua r na a, ra. R na e, re. Kisha konsonanti na irabu ri, halafu ro, kisha ru. Sasa tuna silabi ra, re, ri, ro, ru. Silabi ni tamko pale ambapo unatoa sauti mara moja kwa pamoja: ra re ri ro ru. Sasa tuunde maneno kutumia silabi hizi. Kwa hivyo tutaanza na ra na tutasema rangi. Kisha baada ya rangi silabi ambayo tunaunda inayofuata tutasema reki reki. Kisha tuna ri tutasema rinda kisha tuna roo, tutasema roho. Na mwishowe tuna ru, tutasema ruka. Rangi is kala, eni kala ni rangi. Rangi ya manjano, rangi ya zambarau, colors. reki is a rek. Rinda is a dress. Roho is your heart Roho na mwisho mwishowe, ruka is to jump. hiki ni kitenzi to jump. kitendo jump. rangi kala. reki, rek. rinda dress. roho hat. ruka jump. Na sasa nataka tuunde sentensi, sijui kama mnaona vile ambavyo tumeanza tumeanza na sauti tukatumia konsonanti na irabu kutengeneza silabi. Sasa tunatumia silabi tukatengeneza maneno, na sasa tumetumia maneno, tunataka kutengeneza sentensi. Haya, sentensi ya kwanza tutasema ninapenda rangi nyeusi. I love black, ninapenda rangi nyeusi. Na unaangalia sentensi yangu inaanza na herufi kubwa na inamalizia na kikomo hapa mwisho. Sentensi ya pili, reki. Nilinunua reki. Sentensi ya tatu, rinda. Nimefua rinda. Fua is to wash. Nimefua rinda. Kisha sentensi ya nne, roho. Tutasema hii ni roho na tuweke kikomo hapo. Na mwisho wa sentensi yetu ya tano, jump, ninapenda kuruka. Na unaweka nini? Kikomo. Kwa hivyo tumetumia, tumetumia rangi, reki, rinda, roho, ruka na sasa ni wakati wa kuimba ule wimbo wetu. Mko tayari? Haya, basi, wacha tuweke kifaa chetu hapo, alafu tuimbe ule wimbo wetu tukitumia silabi au maneno ambayo tumeunda kutokana na silabi. Rarara rarara ra ra ra, rangi rangi. re re re re re re, re reki. Ri, ri, ri, ri, ri, ri rinda rinda. Ro, ro, ro, ro, ro, ro roho roho ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ru, ruka. Natumai unakumbuka haya maneno, na leo naomba wewe na rafiki yako mtengeneze maneno mengine ambayo Bi Mercy hajatengeneza, na mwimbe huo wimbo pamoja, halafu mtatuonyesha, sawa sawa. Kwa heri ya kuonana.